Morogoro, zaidi ya bilioni 12 zimeshatolewa kwa ajili ya kina mama. Kupiga makofi. Zaidi ya vikundi 440 vimepata mikopo katika mkoa wa Morogoro. Zaidi ya wafanyabiashara 7411 wamesajiliwa na of course wanaume 2760. Katika sekta ya ukatili wa kijinsia kuna vitendo mbalimbali Elimu kuhusu ukatili limetolewa wanawake katika sekta mbalimbali. Kituo cha dawati la polisi limeanzishwa, na kipekee kabisa imeendelea kutolewa elimu mbalimbali katika waathirika. Kipekee kabisa, mheshimiwa Rais katika sehemu ya haki na usawa ameanzisha taasisi mahususi, taasisi mahususi, taasisi ya Mama Samia msaada wa kisheria. Mheshimiwa mbunge amesema, bunge wote wamesema mama ndio moyo, mama ndio moyo kwa kasimame kama mama kasimame kwa nafasi zenu, kwa kisha kwamba yale mapungufu katika jamii yetu tunasimamia. Naamini mhimili wa mahakama uko vizuri, polisi wako vizuri, mamlaka ya NPS wa mashtaka wako vizuri. Tukishirikiana vile vitendo vya ukatili wa kijinsia ulawiti, ubakaji, usagaji vyote vitaisha, kweli sio kweli? Tuna ongezeko la wanawake walioshiriki katika shughuli za uchumi, elimu na siasa, hamsini na nne elfu mia tisa arobaini na nane wamepata uwezeshaji njia ya mafunzo elimu, mahitaji na mikopo kupitia serikali, taasisi mbalimbali, makampuni na mashirika yasiyo ya kiserikali. Tunakabiliwa na changamoto zinazohusisha ukatili wa kijinsia, ukosefu wa fursa sawa na sawa za kielimu na za kiuchumi na ubaguzi wa kijinsia. Tunahitaji kuendelea kushirikiana kuzishinda changamoto hizi, kwa sisi kama viongozi wetu na chini ya mkuu wetu wa wilaya. Mwanamke yoyote unayonyanyaswa, mheshimiwa jinsi na mgeni lazima, na masaa ishirini na nne hapo ya kumshughulikia mtu anayonyanyasa mwanamke. Na sisi tunataka wanaume tubadilike, ndugu zangu. Niliyosema bungeni, nimesema kwa vyombo vya habari, kijana wa kiume leo kati katika sukiwa leo, sukiwa dunia yetu ukizalisha mwanamke ukajifanya unajisifia mtaani katika kuzalisha zalisha huko ulei, tutakutia ndani. Katika siku ya leo, siku ya wanawake duniani, pia shirika la Swiss Contact linaunga juhudi za serikali katika kuwasaidia wanawake ambako tuna miradi miwili. Mradi mmoja unaitwa skills for employment Tanzania au SET kwa kifupi, na tuna mradi wa pili unaitwa mwanamke na ujuzi au IHS. Mradi wa hmm, mwanamke na ujuzi ni mradi ambao unafanya kazi na wanawake vijana ambao uh, wanaishi katika mazingira magumu. Kwa lengo la mradi huu ni kuwapatia mafunzo ya ufundi stadi, pia na uh, mafunzo ya stadi za maisha, ili vijana hao waweze kupata ajira, waweze kujiajiri na waweze kupata kipato, na waweze kuboresha maisha yao.